linalojulisha yule ambaye aliyesimamia kitendo ala wajhi thubuti wa dawam, katika hali ya kuthubutu na kudumu. Ayi bimaana anna sifata lazimatun, kwamba sifa ni yenye kulazimiana. Wa thabita, na ni yenye kuthibiti limausufiha kwa kule, kwa kile ambacho kinasifika kwake, limausufiha kwa kile kisifiwa chake. Wasumiyati sifatu mushabbaha, na imeitwa kuwa ni sifa ambayo mushabbaha yenye kufanana sawa, lishibhiha bismil fa'il, kwa kufanana kwake na jina la mtendaji fil maana katika maana sawa. wa tubna sifatu lmushabbaha, na inajengwa sifatu lmushabbaha min fi'lin lazim, katika kitendo ambacho ni lazim. Tumesoma kwamba kitendo lazim ni kile ambacho kitendo gani? la yahtaju ila lmaf'ul bihi kitendo ambacho kinahitaji nani mtendewa? <tundella> soma sifiru lazim <tundella> wala tubna min alfi'li almutaaddi na wala haijengwi katika kitendo ambacho so, ni mutaaddi sawa. Kitendo mutaaddi ni kitendo gani? Kitendo ambacho kinahitajia mtendewa sawa. Mtasoma hapo masomo ya nyuma, kifanya mraja kwamba alfi'lu lazim Nikitendo ambacho akihitaji mtendewa. Kharaja Muhammad, ametoka Muhammadi. Imeeleweka. Lakini alfilu almutaadi, kitendo ambacho kinahitajia nani? Mtendewa simefahamu. Sawa, Samia Muhammad, amesikia Muhamadi nini? Kwa inabidi ulete mtendewa. Tutasoma hapo alazim walmutaadi

Faidha taamalta hadhihi lkalimat kullaha, pindu utakapoazingatia haya maneno yote, min fi'lin lazim, yanatokana na kitendo ambacho ni lazim. Umefahamu. wa idha taamalta min jihati thubuti sifatiha swifati, na pindu utakapozingatia katika upande wa kudhibiti sifa zake, ila lmausuf, kwa kile kinachosifiwa, tajiduha thabita mustamirra, utazikuta ni zenye kudhibiti zenye kuendelea. fala takunu lilmadhi almunqati, haiwi katika kitendo cha madhi ambacho ni munqati chenye kukatika, maana wala na almustaqbal, na wala mustaqbal, yani ni kuja baadaye. Fala yuqalu yualu, aisemi muhammadu jamilu amsin, Muhammad mzuli jana, mzuli jana au jamilu ghadan au mzuli kesho. Kwa hiyo inakuwa sifa yake ni

wizani huo wa kwanza. Wizani wa pili ni fa'ilu, ambao ni jamilu, karimu, sharifu, saidu. Nasema jamilu alkhuluq, mzuri wa tabia. Karimu nafs, mkarimu wa nafsi. Sharifu nasab, mtukufu wa nasaba. Kwa hiyo katika wizani neno fa'ilu pia miongoni mwa wezani wake ni afal fi ma dalla ala aibin au laun, katika ambayo amejulisha juu ya dosari aibu au langi, inakuja katika wezani huo. Mfano neno araj araj, hii inajulisha aibu dosari, wa araj kiguru au kiwete. Sawa, awar chongo, ambao katika wezani afal, ahmar ambao langi abyadh, Aswad katika wizano neno afal. Pia miongoni mwa wizani wake ni faalan fi ma dalla ala lkhuluwi walimtila, katika yale ambayo yanajulisha ala lkhuluwi, kuwa tupu kitu na kuja walimtila na kuja fi ma dalla. Yani wizani huu unakuja kujulisha haya fi ma dalla, katika kujulisha yale ambayo ala lkhuluwi, juu ya kuwa tupu kitu walimtila na kuja mithlu, mfano atishan

juu ya kinyume na mifano hii ambayo iliyotangulia, mithlu mfano neno faalun neno hasan inakuja kwamba Muhammadu hasanul wajhi, Muhammad mwenye usho mzuri. Pia inaweza kuja katika wazano neno faal mithlu mfano shujaa, katika wazano neno faal. wa kullu ma jaa min athulathi, kanuni hiyo na kila ambacho kimekuja katika thulathi kitendo ambacho thulathi, tumesoma kitendo ambacho thulathi ni kitendo gani ambacho? Chenye herufi tatu. Anasema kullu ma jaa mina thulathi bi ma'na ismil fa'il. Na kila ambacho kimekuja katika thulathi kitendo ambacho kimekuja katika kitendo ambacho athulathi chenye herufi tatu, bi ma'na ismil fa'il alafu ikawa ina maana ya ismil fa'il Walam yakun ala waznihi, na wala haikuwa juu ya wezani wake, lakini maana inakuja maana ya ismul fail, lakini haijaja juu ya wezani wake. Fa huwa sifatun mushabbaha, iyo inakuwa ni sifatun mushabbaha. Mithlu mfano, Sheikh shaibun tayyibun, kwamba inakuwa ni a kwa kufanana kwake na ismul fa'il yani, ukiangalia maelekezo yake ni kama vile ismul fa'il sawa. Kwa hiyo inabidi muanze kupanga ratiba ya mraja masomo ya ya nyuma, ya haya ya nyuma mpange ratiba ya kufanya hayo mraja ya nyuma inshallah.